Sisi kama viongozi wenu ambao tumekuwa dhamana na Mheshimiwa Rais Daktari <coughs> Samia Suluhu Hassan, jukumu letu kubwa kabisa la msingi ni kuhakikisha wananchi wanafanya shughuli zao bila kupata changamoto yoyote kwa amani na utulivu. <coughs> Lakini amani hii hatuwezi kuisimamia sisi peke yetu, ni kushirikiana na nyinyi ambao mko kwenye ngazi za chini. Tupa taarifa watu wote ambao ni akialifu, matukio yote ambayo yanalenga kutuondolea amani yetu iliyokuwa nayo ili tuweze kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria za nchi yetu zilizopo. Kwa hiyo ndugu zangu, niendelee kuwasisitiza, amani ni muhimu kuliko kitu chochote kabisa. Yote haya ambayo tunayafanya ni kwa sababu ya amani ambayo tuko nayo. Hata kukutana kwetu leo hapa ni kwa sababu ya amani ambayo ipo na viongozi wetu wanakambania kila siku. Sisi kama viongozi wa ngazi za chini tuendelee kuunga waunga mkono viongozi wetu ili kuhakikisha amani inaendelea kipindi cha uchaguzi na baada ya uchaguzi. Kwa sababu amani sio kipindi cha uchaguzi peke yake. Kabla ya uchaguzi, kipindi cha uchaguzi na baada ya uchaguzi, tuendelee kuhakikisha tunadumisha amani iliyopo ambayo viongozi wetu wamepambaniwa wameangaikia kwa muda mrefu sana mpaka hapa ambapo tumefika. Aidha no. Mbega amesisitiza mara baada ya kupiga kura hapo kesho kila mwananchi arudi kuendelea na shughuli zake za kujitafutia kipato. Mimi nafasi hii kuambia wananchi kwamba serikali imejipanga kuwalinda wakati wote, kwa hiyo wakapige kura, wasiwe na wasiwasi na vitisho vyovyote ambavyo vinazungumzwa huko. Sisi kama serikali tumejipanga kuwasaidia kwa kuwa tunawalinda Watimizi kupiga kura kuchagua viongozi ambao wanadhani watawasaidia, lakini baada ya kupiga kura wakaendelea na shughuli zao za kujitafutia kipato, na sisi kama serikali tunaendelea kuwalinda muda wote, masaa 24 ili kuhakikisha kwamba hakuna tukio lolote lwuzi, laujivu wa amani no unaoendelea kutokea kwenye kwenye wilaya yetu na kuhakikisha wilaya yetu inaendelea kuwa, kuwa salama. John Fuluge na Joyce Makasole ni baadhi ya wananchi wanaoishi wilayani Mbozi wanaeleza namna ambavyo wamejipanga kutimiza takwa hili la kikatiba Oktoba 29 2025 ni siku ya uchaguzi mkuu. Mimi kama mkazi wa Mbozi nitajitokeza kupiga kura kumchagua rais, mbunge na diwani. Nitajitokeza, ni haki yetu ya msingi ya kuchagua viongozi wa nchi hii kuanzia rais, mbunge na madiwani. Mimi nitajitokeza kupiga kura. Tarehe 29 Oktoba ni siku ya uchaguzi, nitashiriki. Nitashiriki kuchagua rais, mbunge pamoja na madiwani. Aida Mathew, Clouds, Songwe.